Hii ni Mkoi TV Online, mimi kanal ni Hilal Canal. Mwandishi wa makala hii ni Dennis Mpagaze, Mkoi TV. Asante ndugu mtangazaji, asante EFM Radio, asante Mkoi TV, asante sana kwa Livingstone Mkoi, ndugu zangu wa Tanzania leo nimekuja kushea na nyinyi tatizo ambalo lilinipata mtanzania mwenzenu, tatizo ambalo mume wangu amepata na changamoto ya afya ya akili iliyopelekea mpaka kumuua mtoto wetu wa kiume ambaye alikuwa na umri wa miezi minne na wiki mbili. Kwanza, kabla sijaendelea ningeomba nijitambulishe kwenu. Kwa majina mimi naitwa Margaret Edwin Danieli Mwitebele, ninaishi mkoa wa Tanga, wilaya ya Muheza, kijiji cha Ubembe. Ndugu zangu wa Tanzania, mimi ni binti ya miaka ishirini na tano. Nilianza elimu yangu ya msingi mwaka elfu mbili na tano nikaja kumaliza ke darasa la saba mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Ulipofika mwaka a elfu mbili na kumi na nne nikajiunga na kidato cha kwanza nikasoma mpaka nikamaliza kidato cha nne mwaka a elfu mbili na kumi na saba. Baada ya hapo sikubahatika kuendelea na masomo, nikawa tu nipo nyumbani nafanya shughuli nyingine za kijamii. Ilipofika mwaka elfu mbili na kumi na tisa, hapana, mwaka elfu mbili na kumi na nane nilipata ujauzito. Mwaka elfu mbili na kumi na tisa nikajifungua nika, nika mtoto wa kike. Nikawa nipo tu nyumbani, pia nikalea mtoto mpaka ilipofika mwaka wa elfu mbili na ishirini na mbili nilipata mwanaume ambaye ali, endoa. Nilifunga naye ndoa mwaka huu elfu mbili na ishirini na mbili ndio nilifunga ndoa. Tuliishi vizuri na mme wangu tulifurahia maisha kama watu wengine, lakini yalipofika mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu nikabatika kupata uja uzito wa pili ambapo mwaka huo huo elfu mbili na ishirini na tatu nikajifungua mtoto wa kiume tarehe tano mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tatu Ulipofika mwaka elfu mbili na ishirini na nne mwaka jana, mwezi wa nne, ghafla nilianza ni kumwona mume wangu akiwa na mabadiliko yani, tofauti na mwanzo, yani tofauti na tulivyokuwa tupo siku zote. Ongea yake sielewi, kila kitu chake sikielewi, anaongea peke yake, mara anaandika andika peke yake, anaandika vitu havisomeki, vitu kama hivyo. Mimi nilivyoona ile hali nikampigia baba yake mzazi simu. Baba yake mzazi anaishi ya mkoa wa Tanga, Tanga mjini. Nilivyompigia baba yake mzazi simu, nikamweleza hali halisi jinsi ilivyo, baba alituambia nakuja, aliniambia nakuja. Siku ile baba hakuja, tukakaa kama siku mbili hivi bado, nikaona naona hali ndo inazidi Nikampigia tena baba yake simu na mama yake sasa, wote nikawaeleza, kuwaeleza wakasema, basi baba anakuja. Basi hiyo siku niliwapigia simu usiku, asubuhi tulipoamka tu, baba alikweli, alikuja. Alivyokuja akasema, nimekuja kuwachukua wote, tunaondoka. Sawa, wote baba akatuchukua, tukaondoka tukaenda Tanga mjini. Tulipofika Tanga tulishinda tu vizuri, ila hali alikuwa analalamika sana kichwa, kichwa kinaniuma, kichwa kinaniuma, kichwa kinaniuma, kichwa kinaniuma, anakunywa dawa za maumivu ya kichwa. Haya, nilipofika usiku, sasa wale wazazi wake kule na ndugu zake baadhi ambao wapo kule ikabidi wakae kikao sasa, wajue wanafanyaje. Wakakaa kikao wakapanga kwamba aondoke wa yale pamoja na mjombake mmoja, waende Handeni, ambapo huko Handeni ni ujombani kwake yeye hale yaani, upande wa mama yake mzazi. Tuliondoka usiku tukalala vizuri. Asubuhi alfajiri saa kumi na moja akaamshwa akamboa, amka, ujiandae. Akaamka akajiandaa vizuri, na huyo mjomba wake ambaye alikuwa anatakiwa kusafiri naye pia akaamka akajiandaa vizuri. Sasa safari sasa, usafiri umeshaitwa, ali akagoma akasema, mimi siendi siendi kama mke wangu naye hatoenda. Yaani safari mkitaka mimi niende mwambieni na mke wangu naye avae hapo na mtoto tuondoke wote. Haya, pale ikawa ni mvutano mwache mtu mke wa pumzike na mtoto kwa sababu ya asubuhi asubuhi, baridi, lakini bado yaleta mgomo. Aliendelea kugoma kugoma kugoma. Basi mimi nikamwambia basi, jiandae itabidi muondoke wote. Nikajiandaa pale haraka haraka na mtoto nikamwandaa tukaanza safari ya kuondoka pale Tanga mjini, tukaondoka na usafiri pale pikipiki mpaka Kange stendi. Tulipofika Kange tukapata siaba ile saa kumi na moja alfajiri, tukaondoka na siaba ya saa kumi na moja tukapanda siaba mpaka andeni mjini, tulifika mida ya saa nne na asubuhi tulifika ndani mjini, tukashuka kwenye basi, tukatoka nje kwa tuka ajili ya kupata chai. Tukanywa chai vizuri tena, tunakunywa chai mimi, yeye na mjomba na yeye, na amemshika mtoto vizuri tu ndani ya gari. Nilikuwa namuuliza vipi kichwa, naniambia kichwa kimepungua. Sawa, tukanywa chai vizuri pale, tukawa tunasubiri gari ija abiria ili tuelekee huko kijijini kwao. Kwa iliofika mida, gari tayari ikawa iko tayari kwa ajili ya kuondoka, tukapanda tukaondoka kuelekea huko kijijini kwao. Kule kijijini tulifika kama mida ya saa, ilikuwa mida saa tano tukafika kule. Kufika tukakutana na babu yake, bibi yake, wajomba zake ambao wanaishi hapo. Mama mkubwa. Na mama, vizuri, tuwa, tuwa, tuwa. Mama mkubwa ambaye anazolewa na mama yake wakatupokea vizuri tu, watu wa watu. Mama mkubwa akauliza mtakula nini wanangu, ali akasema, mimi nataka nichinjiwe kuku namna supu. Aya, mama mkubwa akamwita mjomba wake, yali njoo, chukue kuku hapa umchinje. Kuku akachinjwa akabandikwa jikoni akatengenezwa akabandikwa jikoni sasa wakati tumefika, mtoto wangu mimi alichukuliwa na wale wa mama kuta, yeni, wa pale mashangazi. Tuliwakuta wamama wa pale mawifi zangu mimi ambao, ambao wengine wapo kule, wakawa wamemshika mtoto. Sasa mtoto akawa analia, wale watu kule hajawazoea yani hawataki. Akipewa huyu hamtaki, vivyo analia, akipewa huyu hamtaki, vivyo analia. Mtoto akachukuliwa na bibi bibi, bibi mzaa mamaangu, mkwe sasa, amekania kidogo, mara mtoto pia akawa nalia, ikabidi sasa bibi yule mtoto aniletee kule chumbani ambao tuka tumekaa, mimi na baba yake tumekaa hivi kwenye kitanda, tuka tumekaa, mtoto akaitwa na bibi, nikaambia huyu anasumbua analia, pia saa tano hii imefika mida yake ya kuoga, hajaoga huyu, itabidi nimpashie maji ya kuoga ili aoge. Bibi akasema sawa, ila huko nje hamtaki mtu yoyote. Babake akaniambiaje, sasa kama anakataa hivyo watu, nenda kaopoe hiyo hiyo mboga ambayo imebandikwa kwa jikoni, umpashie maji ya kuoga mara moja, umuogeshe ili alale. Mimi nikasema sawa, nikampeleka mtoto nje, akawa analia hivyo hivyo, babake akasema basi, mlete mlete, umpashie hayo maji kama watu wako hawataki. Nikampa babake akawa amenyamaza mtoto. Alivyoshukwa na babake akawa amenyamaza. Nikawa nipo kule nje nafanya nini na natafuta sufuria, sasa nibandike maji ya kuoga ya mtoto nika, sasa nimebandika ile maji, mara tumekaa hivi ma kama, kama dakika tena tazijapita hata dakika tano Yani hazijapita hata dakika tano, tunasikia ngumi huko ndani. Maana mimi nilikuwa kwa nje, sasa jikoni, tunasikia ngumi pu pu pu, mtu anapiga ngumi huko anapiga makelele, anapiga ngumi huko anapiga makelele. Sasa yule mama yake mkubwa ambaye ndio alitupokea alikuwa yuko sebleni, kukimbia chumbani, akamkuta mume wangu anampiga mtoto ngumi za kichwani. Mda huo huo mtoto akawa ameshafariki pale pale hay mdauo huo mtoto akawa ameshafariki pale pale. Mimi kukimbia vile nijue niangalie ni nini kinatokea kimetokea, nakuta mtoto wangu ameshikwa sasa na yule mama wake mkubwa, ameshikwa sana mamake mkubwa ali, mtoto anatoka damu za pua masikioni yaani mwili mzima umejaa damu, mtoto kama vile amechinjwa, ila alipigwa tungumi za kichwani. Hmm. Basi baada ya hapo, mi nikawa tena sijielewi sijielewi tena na nilizimia, nakuja kuzinduka, mama yangu tayari ameshapelekwa gerezani, mtoto amehifadhiwa basi kawa ni msiba tayari tuka, tuka mimi nikawa muda huo nimezinduka nimejikuta tu nipo kwa daktari nina madripu, yani nilikuwa sijielewi, yani sielewi chochote tangu muda mm huo -hmm. Nilivyopata nafuu kule kwa daktari nikarudishwa nyumbani, sasa ambapo msibani hapo nyumba yenye msiba. Haya, tukamaliza tukaendelea na msiba pale mpaka kesho yake ndugu walioko mbali wakafika, tukamaliza msiba wa mtoto. Muda huo mwangu ameshapelekwa gerezani. Tulivyomaliza msiba wa mtoto, mimi nikarudi nyum... tukarudi nyumbani ukumuweza sasa, mwangu akawa nimemwacha kule kule ya ndeni gerezani. Haya sasa ch chang changamoto ambayo naipitia. Yani, yule mme wangu kuna pesa alikopa taasisi ya Black Tanzania, alikopa milioni moja na nusu, yani milioni moja na laki tano. Kabla hata hajapata matatizo yeye mwenyewe alilipa vizuri marejesho mawili, ambapo rejesho moja unalipa laki moja na elfu hamsini na tatu na mia nne alifanikiwa kulipa marejesho mawili kabla hata hatujapata matatizo, lakini nilivorudi huko mweza wale watu wa braki wakawa wananifuatilia mimi sasa, kwa sababu mimi ndo ambaye nilimdhamini mume wangu kwenye ule mkopo. Wakawa wananifuatilia mimi mdhamini, sasa wananisumbua, wananipigia simu hivyo wananifuata mpaka nyumbani. Yani, sina raha huku, nimepoteza mtoto huku na sakama madeni, nikiwaambia, nikiwaeleza hawanielewi, wanasema sheria zao wao, wanasamehe deni ikiwa yule mkopaji amefariki tu na si vinginevyo, awe mkichaa awe anapumulia gesi awe yuko vipi, ni amepata ajali ni mlemavu, yani wao hawaangalii wanachotaka ni pesa yao, tofauti na hapo haya. Mimi sasa nikawa sina ya kufanya, ikabidi nikauzauza vitu baadhi, nikapata pesa laki sita nika laki sita kama na elfu ishirini hivi. Ile laki sita nikaipeleka yote nikaenda nikalipa jumla ya man, marejesho manne, lakini pika bado hela ya watu haijatosha. Nikiendelea kuwaeleza kwamba mimi hali yangu ni ngumu, sasa hivi sina kazi yoyote, nipo tu nyumbani, hawanielewi bado. Msimamo wao ni ule ule kwamba sisi tutamsamehe hali ikiwa kama amekufa, lakini tofauti na hapo, tunaomba ulipe deni, tunaomba ulipe pesa zetu. Haya, nikawa naendelea kumwomba Mungu, lakini mi nikawa sina pesa tena. Kusema ukweli yani, nikawa na wakati mgumu, mpaka wao sasa wakaamua waende kunishtaki mahakamani, wakanipeleka mahakamani. Nikaletewa kwanza barua ya ku, ya wito mahakamani. Nikaenda kufika mahakamani, kesi ikaanza hivyo hivyo mnapewa tarehe, hivyo hivyo mnapewa tarehe, mpaka inafika tarehe ya hukumu. Ilikuwa tarehe thelathini, tarehe ya hukumu, deni likaniangukia mimi mimi. Nikaambiwa natakiwa kulipa hizo pesa, kwa sababu mimi ndo, yani, mimi ndo mnufaikaji wa hizo pesa, maana ni mke wake wa ndoa. Kwa hiyo hizo pesa ni lazima nizilipe. Haya, hmm. hmm. mimi sasa nikawa sina pesa tena, ndio hivyo, kila unayemwambia ndugu, wazazi wake wote, hakuna mwenye pesa. Wazazi wake nao hawana pesa, yani hakuna mwenye pesa, yani kila mtu yani amechanganyikana maisha yake, hakuna mwenye pesa. Haya, nikapata connection ya, kuwa, ya kuwasiliana na kaka Samio wa FM na kaka Mkoi Livingstone Mkoi. Kuna ikiwezekana yani Watanzania wenzangu mnichangie chochote mwenye mia tano mwenye elfu moja ili niweze kulipa edeni ambayo limebaki kiasi cha laki tisa laki tisa, laki tisa ndio ambayo imebaki na daiwa huko na watu wabaki kiasi hicho kikilipwa kiki tu, yani mimi nitakuwa sasa nitakuwa na amani kiasi fulani, kwa sababu yani imefikia mpaka stage ukula unashindwa, yani sina raha, sina raha hata kidogo, sina amani, naishi tu hivyo hivyo, kuna kuchwa, kuna kucha, lakini sina amani, wananijia juu, wanakuja mpaka nyumbani yani eh, tafrani kwa ndugu zangu wa Tanzania, mimi nilikuwa nawaomba mwenye chochote anisaidie ili niweze kufanikisha kulipa hili deni la wa watu. Yani naomba tu mnisaidie ndugu zangu, sababu sina njia nyingine ya kufanya yani sina, kusema ukweli yani sina connection yote ya kupata pesa ambazo ni, nitamaliza hili deni la wa watu sina, nipo tu nyumbani Matatizo ndo kama hayo, huku nimepoteza mtoto huku ndo hivyo, nasakama madeni. Naomba mnisaidie ndugu zangu, namba zangu nita, nitaacha hapo kwa kaka Samio na kwa kaka Livingstone Mkoi ili mwenye chochote aweze kunisaidia ndugu zangu, naomba sana, asanteni kwa muda wenu wa kunisikiliza. Mungu awabariki sana.